Ndugu waandishi wa habari, wa ndugu Waislamu, jambo lilofuata ni taasisi the registrar of azhar and madrasat islamia kuishitaki BAKWATA. Hapa leo tupo kwa ajili ya kuleta mrejesho kwa waumini na kwa Waislamu namna kesi hizo zilivyo malizika mnamo tarehe mbili Aprili 2025 BAKWATA ilishinda kesi katika mahakama kuu ya kanda ya Manyara, kesi namba 1495 tano ya mwaka 2024 na ni kesi iliyokuwa ikihusu madai ya umiliki wa ardhi kati ya BAKWATA na taasisi inayotambulika kwa jina la of Azhar and Madrasa azar Islamia. Na kesi hii tutambue kwamba eneo husika ni mahala zilipo ofisi za BAKWATA katika mtaa wa Ustabei, lakini wakati huo huo pana kesi ya pili ni katika eneo hili. Kwa hiyo BAKWATA ilishinda kesi zote mbili. Aidha, mnamo tarehe 8 Aprili 2025 mahakama iliwapa haki katika land case namba 14957 ya mwaka 2024 mbele ya mheshimiwa jaji wa mahakama kuu kanda ya Manyara. Kesi hiyo vile vile ilihusu madai ya umiliki wa ardhi kiwanja namba 25 na 26 katika kitalu si Babati mjini. Kwa ndugu waandishi wa habari, ndugu viongozi na Waislamu kwa ujumla, BAKWATA imeshinda kesi zote mbili. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Na tumeshapata degree lakini, wakati huo huo maelekezo ya waheshimiwa wa majaji ni kwamba BAKWATA ndio wenye haki na uhalali wa kumiliki maeneo yote hayo. Maelekezo ni kwamba serikali iendelee na utaratibu wa kufuta zile hati ambazo hazikuwa na usahihi, na wakati huo huo BAKWATA iendelee kupewa utaratibu wa kumiliki maeneo hayo. Tunaamini kwamba taratibu hizo ndizo zinazoendelea mpaka wakati huu tukizungumza na nyinyi. Napenda kutoa shukurani nyingi za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuvisimamia vizuri vyombo vya dola tunatoa shukurani nyingi kabisa za dhati kwa Mahakama Kuu Kanda ya Manyara kwa kututendea haki BAKWATA, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania kwa kutambua kwamba maeneo yote hayo ni mali halali ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, tunapenda kutoa shukurani nyingi kabisa za dhati katika Wizara ya Ardhi. Shukurani nyingi kwa kamishina mkuu, ofisi yake na maafisa wake kwa kulisimamia vizuri jambo hili, lakini pia shukurani zetu nyingi za dhati kwa kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Manyara, msajili wa hati na ofisi yake kwa ujumla, lakini idara ya ardhi mkurugenzi wa halmashauri ya mji Babati. Napenda kutoa shukrani nyingi kabisa za dhati kwa Mheshimiwa Mufti na Shekhe mkuu wa Tanzania Samaha Duktur Ashekh Abubakar bin Zubair bin Ali, Mwenyezimungu wa mlinde Mwenyezi Mungu amhifadhi, ampe umri mrefu wenye baraka, aendelee kuutumikia Uislamu na kuwatumikia Waislamu na wananchi kwa ujumla. Mheshimiwa Mufti alifanya kazi kubwa, alituma tume yake Mheshimiwa Mufti, ikaja hapa mkoani Manyara wilayani Babati, ikakutana na wawakilishi wa pande mbili, viongozi wa Bakwata lakini pia na viongozi wa the registered trustees of Masjid Azhar and Madrasa Islamia. Hii ilikuwa ni hatua ya kwanza. Ilipokosekana suluhu, hapakuwa na budi, lazima jambo hili likamalizikie kwenye vyombo uh, vya sheria. Na leo sote kwa pamoja tumeona kwamba Mahakama Kuu Kanda ya Manyara imemaliza, imetatua mgogoro huu. Wito wangu kwa viongozi wa Uislamu kwa ujumla ni wakati wetu sasa wa kuunganisha nguvu zetu, umoja wetu, ushirikiano wetu, mshikamano wetu, ili sasa tuanze shughuli za maendeleo katika maeneo hayo ambayo mahakama imetupatia haki hiyo kuendana na kauli mbiu ya Mheshimiwa mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania, jitambue, badilika, acha mazoea, na kwamba anataka kuona viongozi na Waislamu popote pale tulipo tunafanya maendeleo kwa ajili ya ustawi wa dini yetu. Ndugu viongozi na Waislamu kwa ujumla na wananchi, tuendelee kuwa watulivu katika kipindi hiki tunachoendea uchaguzi mkuu 2025, tuendelee kuiombea nchi yetu pendwa, amani na utulivu. Tuendelee kumwombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wasaidizi wake wote waendelee kutuongoza vyema, lakini tuendelee kumwombea Mheshimiwa mufti na shekhe mkuu wa Tanzania, Mwenyezi Mungu ampe taufiki katika maono yake ya kuwaletea maendeleo waislamu na wananchi wa nchi hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Wabillahi tawfiq. Kwa mujibu wa kiwanja hichi ambapo tupo, zipo ofisi za BAKWATA wilaya na BAKWATA mkoa pamoja na shule ya Nur. Ni wao walishtaki kiwanja namba 24, lakini kwenye lamani ambayo ipo yatoka, eh, tisini na tatu. Kiwanja hichi hakina namba lamani hile inasoma namba moja mpaka namba ishirini na tatu, tatu. Kwao namba ishirini na nne hakuna, kwao wao walikuwa wana hesabu eh, ni kiwanja namba ishirini na nne kwao kwenye ramani hakipo, na ushahidi aliotoa eh, kamishna na, na, na, na mkurugenzi wa halmashauri wamesema hichi kiwanja hakitambuliwi namba hiyo 24. Kwa hiyo ndo maana kikafutwa kwamba hakipo, ila kinaandaliwa namba. Mkakati gani na sasa wa kuweza kutisajili? ni swala la halmashauri kwa sababu mahakama imeshaambia halmashauri iendelee na mchakato wa kutoa hati kwa hapa BAKWATA na kiwanja namba hicho watatoa wao. Madai yao yalikuwa ni yapi? wao waliokuwa na maana kwamba ni ya kwao, madai yao walipewa hati miliki toka mwaka 1993, lakini BAKWATA walikuwa wana ofa ya mwaka 1975 kwao na ile ofa ilikuwa haijafutwa na ardhi kilitoa ilikuwa ni double standard, kwa maana walipewa em, hati miliki kwenye kiwanja ambacho cha, cha, cha, cha Bakwata. Ongezee tu hili eneo, jinsi lilivyotolewa hili eneo na jinsi Bakwata walivyojenga eneo hili, wakati Bakwata ikiwa makao makubwa bado yako Iringa, ndio walitumwa watu kuja, ku, kuja kusimamia ujenzi hapa, na ndio maana hi, hili darasa hili ramani yake inafanana na darasa ambalo limejengwa Bereko kwa hiyo ramani ilikuwa mmoja, na hiyo ni ilikuwa miaka, miaka ya nyuma. Kwa hiyo wao kuja kupata hati, kwa kweli hata sisi ambao tunajua mpaka wajenzi tulikuwa tunasikitika sana, lakini hata hivyo kitu ambacho kili, kili, kili, kime, kimefanya mpaka hata washindwa, kwa sababu sisi tunazo document za kuonyesha kwamba ujenzi jinsi ulivyoanza, wao wamekuja kupata hati mwaka 93 sasa 93 na hiki kiwanja kimetolewa zaidi ya miaka sabini, pamoja na kule chini msikiti ulikuwepo katika miaka karibu ya hamsini na kitu. Kwa hiyo kuja kupata hati miliki, na ndio maana mahakama iliamua ikaangalia na historia, huu kwanza ulikuwa unamilikiwa na wapi, nani alikuwa namiliki? Kwa hiyo ikaonekana kwamba wakati East African, East African Society Muslim wakati, wakati ndio, ndio chombo kilikuwa kinaendesha Uislamu kipindi hicho, baada ya kuvunjwa ili East Africa ilivyovunjika ndio kaungdio ikaundwa Bakwata. Kwa hiyo yale zile se, yale maeneo ambayo yalikuwa yanamilikiwa na East African Society Muslim ndio ikabidi ndio wakabidhiwa Bakwata. Kwa hiyo maeneo yote yale yakawa yako chini ya Bakwata na historia pamoja na watu na wazee ambao waozee wamekuja kutoa ushahidi walikuwepo katika ujenzi na kila kitu. Kwa hiyo darasa hili na ujenzi huu ulifanyika ikiwa makao makuu yakiwa Iringa Bakwata ndio walituma wawakilishi wakaja wakajenga darasa moja, likajengwa bereko, moja likawa limejengwa hapa. Kwa hiyo hawa watu kuja kupata tisini na tatu na haya mambo yalikuwa yatoka mwaka sabini. Kwa kweli hata sisi tulikuwa tunasikitika sana. Mimi ni washauri tu hawa wenzetu kwamba hakuna haja, kwa sababu wote sisi ni Waislamu, basi tuangalie maendeleo, tunaendelea namna gani, tujumuike wote tuendelee. Na bado kuna maeneo mengine, kama wanataka kuanzisha taasisi, basi waweze kutafuta maeneo mengine, maeneo yapo mengi kwa hiyo wanaweza wakatafuta. Babati yetu ni kubwa, hii maeneo yapo mpaka kule kwenye makatani, bado halmashauri wana maeneo, wakienda wakituma maombi watapata maeneo, na wakihitaji msaada hata sisi ambao huku tunasema tumeshinda, madhali bado wote ni Waislamu, tutachangia wote, na sisi tunawaambia haya maendeleo ni ya watu wote, ni pamoja na wao. Kwa hiyo mimi ni wasihi Yeah, hili maadhali limekwisha, tuwe wamoja basi, tushirikiane na wao. Kama wanaanzisha taasisi basi waanzishe, kama wana jambo lao wanaweza kutushirikisha, wala hatuna shida yeah. Maadhali hili limekwisha na ugomvi wao umekwisha, mahakama imeshafanya kazi yake imeshatenda kazi yake. Basi sasa hivi jambo kubwa la kumshukuru ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba bado tuna afya njema na tunaweza tukapata maeneo mengine na tukashirikiana. Hilo mi nafikiri litakuwa ni jambo jema sana.